Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan ameiomba Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara Mambo ya Ndani na vyombo vya ulinzi na usalama nchini Tanzania kuchukua hatua za haraka kwa wanaotumia mitandao na teknolojia vibaya, akikemea vikali wingi wa wanaharakati kutokea nje ya nchi wanaojaribu kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania. Rais Samia amesema hayo leo tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ambapo amesema hatutoi nafasi kwa utovu wa adabu kutoka nje ya nchi kuja Tanzania kujaribu kuvuruga amani, utulivu na usalama uliopo. Anasema ameziona klipu kadhaa zikimsema kwamba ana ubaguzi na mambo mengine, lakini anasema anachokifanya yeye ni kulinda amani ya Tanzania. Mimi ni Bakari Chijumba. Kama nilivyosema kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka